Kwanza nianze kuwapongeza wanachama wote wa umoja huu wa makomo. Lakini pia nipongeze eh, nipongeze ule uongozi uliomaliza muda wake kwa namna walivyoweza kuendesha umoja huu kwa muda mfupi, kwa sababu kipindi nasomwa taarifa hapa inaonekana kuna uongozi ulichaguliwa, lakini haukufika mwisho kutokana na matatizo ambayo yamejitokeza mbele. Lakini nyinyi wanachama mkawapa nafasi ya ndani ya miezi mitatu, lakini walichokionyesha ni kikubwa mno sana. Sasa na mwenyekiti wangu hapa, mzee Chobo, aliongea mwanzoni, yale walioonyesha kwa muda mfupi wayaonyeshe sasa kwa muda mrefu wa miaka mingapi? Mitano. Isiwe ilikuwa tu ni target ya kuja kupata nini, uongozi. Kwa hiyo, mwenyekiti, nakuomba sana, haya mlionyesha kwa muda wa miezi mitatu basi yawe endelevu. Lakini pia ni mshukuru mwenyekiti wa uchaguzi au mratibu wa uchaguzi aliyoisimamia hapa. Sisi tunasimamia hizi hivi vikundi mara nyingi sana, hatujawahi kuona kitu kama hiki yani uchaguzi ni wa demokrasia, na kwenye vikundi kama hivi kupata uchaguzi wa namna hii ni nadra sana. Aisee, mzee wangu, mzee Mao, hongera sana kwa kulisimamia hili zoezi <coughs> na hawa viongozi wote waliopatikana wamepatikana kwa kura za hawa wote wanachama hapa, lakini pia na nyinyi vikundi vingine mliokuja kuwa maobserver, mliokuja kuangalia hapa. Mjifunze kupitia hili ambalo wenzenu wamelifanya hapa. Kwa sababu vikundi vingi vinakuwa na migogoro mingi, wenzangu wametoka kusema. Lakini kama mnaenda hivi hatutarajii kuwa na nini na migogoro. Kwa hiyo pongezi sana kwa kamati ile ya ya uchaguzi, mwenyekiti, katibu na yule mjumbe mwingine, mmesimamia sana vizuri sana uchaguzi wa demokrasia. Mlikuwa mnaweza wa kupiga tu kura za veto, ndio na hapana, lakini mngekosa kumbukumbu. Niye mkaandaa nini boksi na demokrasia. Sasa hivi hakuna mgombea aliyepita bila nini kupigwa kuna mgombea pekee ambaye atachaguliwa kwa kura za ndio au hapana, na ndio mlichokifanya hapa, na ndio demokrasia hiyo. Hongereni sana, tufuate yale ambayo tumeandika kwenye katiba yetu. Mara nyingi hivi vikundi vinaharibika pale tunapoacha katiba na miongozo na kanuni za vikundi vyetu, kwa sababu kwenye vikundi humo kuna majungu mengi sana. Kama tunaona mwenyekiti kakosea, tunarudi kwenye katiba. Mwenyekiti akikosea katiba yetu inasemaje? Au mjumbe fulani kakosea katiba yetu inasemaje? Mkisimama kwenye miongozo hiyo, mi nawaambia umoja wenu utakuwa mkubwa sana, kama vikundi vingine ambavyo vipo sehemu nyingine. Mwenyekiti akinunua shati mpya, ah, hela zetu makomo hizo. Hey. Hey. Mwana mwenye kiti kanunua gari, hela zetu vakoo, kwa sababu sisi Watanzania au Waafrika tuko hivi ya, yaani mtu unapopata uongozi, sisi wengine hatutarajii yule kiongozi awe na maendeleo, sijui mnaelewana. Kama mwenyekiti ana dala moja, tunatarajia ndani ya miaka mitano amalize na dala hizo hizo. Kwa hiyo niwaombe sana, tufuate miongozo, katiba na taratibu zetu za umoja wetu ili tupate maendeleo makubwa ya hiki kikundi chetu. Ndugu zangu, kama tulivyosikia kwenye taarifa yenu, kutoka laki tisa kwa miaka mingapi? Sijui hiyo, tunakuja kwenye milioni tano kwa kweli. Tuwape maua yao, kazi wamefanya. Kwa hiyo tunashukuru, jambo limeenda vizuri. Lakini hata tangu kipindi kile, mimi ni mwenyekiti kitongoji pale, na mara nyingi nakuwepo pale, mara niko mengi, wanasikia lakini tangu wakati ule kusema kweli, pale tembe ndipo pametulia. Hata ndugu zangu wale watendwa jela, ukauliza leo, atakwambia tunapumua, mwanzo ulikuwa kumzi juu. Kwa hiyo ndugu zangu, nashukuru sana, jambo limeenda vizuri, uongozi huu ni makini, na kwa kiwango kikubwa inaonekana waliogombea ndio wale wale ambao walikuwa kwenye ile kamati ya muda, naamini watatuendesha vizuri, na msiwe tu mmetuonjesha kwa ajili ya kutaka kuchaguliwa, leo mwoneshe kabisa kwamba kweli ili nafasi mnaitaka na mnaweza kuitendea. Na na imani na Bwana Makubi, na imani na Bwana Eli, na imani na viongozi na waliochaguliwa kwa ujumla wenu, naamini mambo yataenda vizuri, mtawalea hao vijana wengine, maana mko tofauti, sio wote mnafanana, hata uelewa mko tofauti. Mtawalea na hao wengine, ili mradi iweze kwenda vizuri. Lakini pia mnatuheshimisha sana watu wa terminal, kwa mambo mengi mnatuheshimisha sana kuanzia ngazi yako wa kitongoji kwa kijiji kwa ujumla mpaka wilaya, natuheshimisha kwenye mambo mengi sana. Tunaona wakati mwingine kuna wageni, surprise zenu zitakuwa nzuri. Eh, mnaonekana kabisa mko makini kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kweli, tunashukuru sana, tunawapongeza sana, asanteni sana. Awali ya yote, nipende kuchukua fursa hii kwanza kuwapongeza kwa hili tukio la leo, lakini nipende kuchukua fursa hii pia ku onge au kuwashukuru pia meza kuu, kwa sababu meza kuu pamoja na nyie wote tunaunda kitu kimoja. Bila wao hakuna nyie na bila nyie hakuna wao, hiyo kwa, kwa pamoja tukishirikiana wanake mamoyete yanafanyeje, yanaenda kwa kweli. Huu uchaguzi wa leo au tukio la leo, niseme tu mkutano wa leo kwa kweli <coughs> imejipanga tofauti na nilivyozoea kati ya vile vikundi ambavyo huwa vimesajiliwa na vimetambuliwa na halmashauri ya wilaya ya Mkuranga. Huu uchaguzi ni wa kwanza kuona umeenda kitaalamu na mnali ehi, <coughs> wenzangu <coughs> <coughs> <coughs> lakini kikubwa, ila kikubwa, napenda tujitahidi kuzingatia katiba kama ambavyo inatuongoza kufuata yale yote ambayo tumeyaweka kwenye katiba ili kuweza kuepukana na migogoro mingi ambayo wanatokea na tukisimamia kwenye katiba, kuna mambo mengi ambayo yako mule. Lengo kubwa la nyie mlivyojisajili, mliainisha malengo yenu kwenye katiba, si ndio? Na kwa kuainisha hayo malengo, na lengo kuu ni kujikwamua kiuchumi kupitia shughuli zenu, si ndio? lakini kuna lengo lingine kushirikiana pia na wadau mbalimbali wa serikali pamoja hata na mashirika asio ya kiserikali, au kwa ufupi kushirikiana na wadau wa maendeleo. Lakini lingine, kuna suala zima la fursa. Nyinyi kama kundi la vijana, kuna fursa nyingi mbele yenu, ikiwemo hii ambayo imetamkwa kuhusiana na kile kikundi kilichoomba mkopo wa asilimia kumi kutoka mapato ya ndani. Kwa hiyo bado mna fursa nyingi. Inawezekana kuna malengo mengine, kuna wachache wenu wachache, wachache ndani ya hili kundi kubwa, wana malengo mengine ya tofauti na hili lengo kuu la kikundi chenu, bado fursa hiyo ipo, tunawakaribisha fursa ya mikopo. Kwa hiyo yeyote atakayetaka ufafanuzi, ofisi iko wazi. Kwa hiyo tunawakaribisha kwa maelekezo zaidi, lakini nina imani kile ambacho mmekiomba kikipatikana kitawasaidia sana kwa ajili ya kujipamua kihulizaii kinafasi tu pekee. Niseme kwamba nimefurahi, nafurahia umoja wetu unaendelea vizuri toka mwanzo tulivyoanza mpaka dakika hii. Najua tumepitia changamoto fulani fulani, sitapenda kuziongelea, lakini nimshukuru Mungu kwamba tumesimama, na mpaka hata ile pesa ambayo nimesikia hapa kwenye, kwa kweli hata mimi nimeshangaa sana. Niwapongeze sana sana sana na tuombeane tu umoja wetu udumu. Pale ambapo kuna mapungufu, tusisite kuambiana mm. Na niwashukuru kwa mambo ambayo yanaendelea, labda ya kiserikali, michango yenu. Wengi tumeona tukiwa na jambo tunakuwa tunawaomba magari na nini, lakini mmekuwa mstari wa mbele kuweza kushirikiana na sisi. Mimi sina mengi, ni hayo tu, niwashukuru sana sana, nawapenda sana, tuwe pamoja katika. Nina machache sana ya kuzungumza na nyinyi, ndugu zangu hasa hasa uongozi mpya huu uongozi wametusomea kwenye swala la fedha ambazo wanazo kwa muda wa miezi mitatu, kiasi hicho kitaja, kwa kweli wanahitaji pongezi kubwa sana. Sijajua uongozi huu aliopata sasa unakomalini, lakini naamini kama kwa muda huu ambao tumewaamini tutakuwa na pesa nyingi sana. Lakini sio hilo tu, tuna miradi au tuna vitu ambavyo tunavipata, tunatarajia kupata au tunavyo ni jukumu letu kama viongozi, twende tukavisimamia hivyo vitu. Sawa, tunatarajia kuwa na gari, au kuna mtu anabisha kwenye hilo? Sisi wote tunakubaliana kwamba tutakuwa na gari. Kati ya vitu ambavyo vinaweza vileta matatizo makubwa sana, kitu kimoja ikisimamiwa na kikundi. Sawa, kwa hiyo lazima tuonyeshe imani kwa viongozi wetu, lakini pia viongozi watuaminishe kwamba wanastahili kuwepo, hasa kwenye kusimamia mali za nini za vikundi lakini jambo jingine, viongozi wangu, nataka niwasisitize sana, turudishe ile hali yetu tuliokuwa nayo mwanzo. Wakati umetoka kwenye wakati mgumu, naona vitu kama michezo, tulikuwa na kikundi chetu cha jogi, ulikiamsha umeshiriki kwenye mambo mengi sana, lakini sasa ni muda sahihi sasa wa kukushi zaidi. Mazoezi ni muhimu sana, yani hatuwezi kuwa na wanachama kama wanaafya nzuri /a na ni mashuhuda kwamba madaktari wanatushawishi sana kufanya mazoezi ili kuboresha afya zetu. Kwa hiyo swala la michezo na nini ni jambo muhimu sana, na mimi kama mwanamchezo mwenzenu ningependa huu, unanipa mwaliko siku moja moja, tunakimbia pamoja au tunafanya mambo mengine ya kimchezo pamoja, sawa. Lakini tuna jambo jingine, ni swala la ulinzi, eneo letu lile linalofanyia kazi, ambapo tuna ofisi yetu, lakini pia tunasema kwamba ni sehemu yetu ya ya, ya kujipatia riziki lile eneo. Kiukweli hiki kikundi nikishukuru sana, tulipoanza pale ilionekana kama ni shamba la dini, hapakuwa na utaratibu mzuri, lakini vitendo vingi vya uhalifu vilikuwa vinaripotiwa sana eneo lile. Lakini kwa mshikamano wenu, lakini pia kwa kushirikiana na viongozi wengine, kuanzia ngazi ya halmashauri, kata mpaka kijiji, umefanya kazi kubwa sana kuhakikisha pale panakuwa salama kazi yetu tena viongozi wetu kwenda kuhakikisha hili jambo lina inaendelea kuwa bora zaidi, kwa maana kuna baadhi ya vitendo wizi, hatutaki kusikia pale, matumizi ya madawa ya kulevya, pombe wakati wa kazi, hatutaki kusikia hivyo vitu. Lakini pia tuendelee kuwashawishi watu ambao wako pale, atuhitaji mtu ambaye atamfahamu akawepo eneo la kazi, wote wajisajili, wote watambuliki. Hilo ni jambo la msingi sana, ni swala muhimu sana tajua ni nani ambaye anafanya uhalifu lile eneo na ni nani ambaye hajafanya. Hebu tujue, e, wageni ni nani wenyeji na kina nani. na utaratibu upi wa kupokea wageni na utaratibu upi ambao sisi kama wenyeji tunatakiwa kuuishi na kufanya. Viongozi mliokuwa bora, tumewachagua na tuna imani kubwa na nyinyi na tumewapa dhamana kubwa. Kwa hiyo tunawaomba nani muweze kuitoa imani yenu kwetu ili yaliyo mazuri yaji mazuri zaidi sisi kama Chama cha Mapinduzi kata Mkuranga, ukonyuma, waombe, yetu ya Mkuranga tutawapa ushirikiano mkubwa kama tulivyoanza huko nyuma na tutaendelea kuwa pamoja nanyi. Niwaombe tushirikiane katika majambo yetu yale yote ya siku zote kama alivyosema ndugu yangu polisi wetu wa kata, ambayo tunashirikiana na mkuu wetu wa wilaya, tunashirikiana na mbunge, tunashirikiana na Chama cha Mapinduzi wilaya, muwe mwe kama mlivyokuwa nyuma na mzidi zaidi. Lakini jambo lingine na la mwisho ni washauri viongozi wetu mliochaguliwa Vikao ndo vinajenga jambo. Kwa hiyo tuwe na vikao vyetu vya dharura, lakini tuwe na vikao vyetu vile vya kikatiba, ili tuwaeleze wanachama wetu nini tunafanya, wapi tumetoka na wapi tunaenda. Nawashukuru sana na, na kwa niaba ya wenzangu tunawashukuru sana. Tukiweka maneno mengi, mwisho wa siku tutaali, kwa maana inawezekana tumesemewa na furaha Neno kubwa zaidi ya yote ni kusema tunawashukuru sana. Imani mlioiweka dhidi yetu tutaipambania. Mshikamano wetu ndiyo ustawi wetu. Asante sana, nashukuru kwa nafasi mlionipa, lakini tuwe pamoja Na mambo mawili, napendwa sana na nachukiwa sana sababu tuliyoyapanga yatusimamie ndiyo yatakayotuendesha. Huwa sipindi pindi. Mmenichagua kwa furaha, mnanipokea kwa furaha. Mkiniacha muniache kwa furaha. Na